Tarehe ishirini na tisa kuamkia thelathini, yani sasa thelathini, mimi nilitoka nyumbani kwangu nakuja kwa mzazi mwenzangu. Nilipofika pale, kauliza mtoto, mtoto akaniambia kwamba mama akaenda kuona mgonjwa. Basi nikawa nimeondoka, nime, nimekaa kufika saa tatu, na nikaanza kupiga simu. Nimepiga simu, simu inaita, haipokelewi ikaita ikaita fika saa nne na dakika thelathini na saba niliandika ujumbe, tuseme message, kwamba mbona hupokei simu, sikujibiwa. Ilivyofika saa saba nikawa, ni, nikawa sasa nikapigiwa simu sasa, kwenye simu yake mwenye ile saa saba kasoro, nikapigiwa simu, nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. Umetekwa? Umetekwae? wapi ulipo? Kasema huko niliko, sijui niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, limewezekwa tu halijawekewa milango wala madirisha. Hmm, kidogo nikasikia sauti nzito, lete hiyo simu. Akachukua ile simu, ananiambia hello bro, unataka utume hela milioni mbili mba, milioni mbili za nini? au nataka tufanye show? Ile swali lile nikaona mm, hawa kweli, inawezekana niwatekaje? Hasa, kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule. Mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda, wakaniambia tunakupa dakika nne. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa, jamani kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa ametekwa e. Mm, hasa mzee, hebu nenda kalale, haya maswala yanatakiwa masaa ishirini na nne. Mimi nikarudi kulala. Kesho yake ilivyofika saa tatu nikaenda nikaambia bwana, huyu mtu hajarudi haja, basi wakanifungulia faili wakanipa arabii, nikarudi kupumzika, lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela tunahitaji hela. Kufika tarehe moja ilikuwa siku ya Jumamosi, sijui kama sikosei, akasema bwana nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru kawa tume amekopa hela sehemu laki tano na mimi nikatafuta laki tano Jumapili asubuhi zikatumwa hizo laki tano jioni ikatumwa laki tano ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule kurudi kurudi, eh, akarudi nyumbani, watoto wake wakanipigia simu, baba mama karudi. Kaambia Haya, nitakuja kumuona kesho. Siku iliyofuata siku ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale, kaenda kumjulia hali tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula, kaenda pale tukamjulia hali tukakuta kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki sasa. Siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui. Basi tukamjulia hali baadaye, si tukatoka Kumuuliza kwa nini unasheki pengine, aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na ku, kwamba kula alikuwa hali naona. Alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo, ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza e, mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho, sio kwamba naishi kama mke yani, mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda, naenda pale napeleka huduma.